ni jamaa fulani, ni vijana vijana fulani wachata shati, anajua anachofanya, pikipiki ya kisafi, lakini hapo katikati ya wani anataka kama anafanya bodaboda kama anafanya hapo katikati ya kwao, hawana shida sana. Shida nao kuna kundi la tini linaitwa bodaboda, ni jamaa fulani hivi, pikipiki haina saitimia hata moja imefungwa vispika viwili, inachapa visingeli, bet namba imekunjwa kidogo hivi. Yani ukiona watu mc namba za chini uone ah, wanakwaga wapo kamu sana, yani wana shida kijiweni. Ukifika kijiweni unaweza kufika sehemu, nakumbuka mi baadhi nimesoma advansi, nimesoma kombolo. Siku moja taka kombolo, nichelewa nakuja huko